Kibuyu cha Asili kinakupa hadithi popote ulipo. Kibuyu cha Asili, chemchem ya hadithi za mababu na mashujaa. Eh, kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili kibuyu, kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu. Bagamoyo ni mji wa historia na ulisi wa kale Leo kibuyu cha asili tumeangazia katika mji huu wa Bagamoyo. Naam mtazamaji, karibu katika kibuyu cha asili, na leo nimekanyaga ardhi ya mkoa wa Pwani katika mji wa weka moyo wako hapa, basi tutapata kuangalia na tutapata kuwasikiliza wenyeji, vijana na wazee, katika mkoa huu wa Pwani, mji wa Bagamoyo. Mimi ninayekusafirisha ni Shukuru Chambuso na kusafirisha na kibuyu cha asili mpaka katika mji huu. Bagamoyo, hapa kuna hadithi nyingi za urithi waliotuachia wazee wetu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam Sheikh. Heri. Sawa sawa, heri kabisa nafema. Ndiyo, ndio bwana e, hapa ni Bagamoyo mjini, Bagamoyo mjini hapa. Eh, tuko na tamaduni zetu. Karibu sana. Sasa sijajua wewe ni wa wa wa wapi? Ah, Ah mimi pia ni mtu, Mtu pwani, pwani, Msanga. Msanga, e, Msanga. Msanga Msanga huko. Msanga sokoni, sokoni. E. Bas karibu sana Bagamoyo. Historia ya miji, Vijiji misitu na vichochoro Oh. Tumekutana na Sheikh Idrisa akitusafirisha kwa haya machache kipindi cha biashara ya utumwa. Na kwenye ishu za biashara ya utumwa, wale ambao wali survive kufika hapa, waliofanikiwa kudiriki kufika katika huu mji wa kale, ndio walikuwa wanaambiwa neno Bwagamoyo. Kwa jina la Bagamoyo limetokana na neno Bwagamoyo ambao lina maana bwaga moyo wako, na hao mababu zetu na mabibi zetu kwa miaka hiyo, ambao walikuwa ni watumwa kutoka nchi tofauti kama Kongo, Zambia, Uganda, wale ambao walikuwa na survive kufika hapa, ndio walikuwa wanaambiwa jina la Bwagamoyo. Bwaga moyo lilikuwa lina maana mbili, maana ya kwanza ni hongera, hongera? Kwa nini hongera? Wenzako wamefariki, wamepoteza maisha njiani kwa sababu kubwa nyingi, njaa, magonjwa, wanyama wakali, vipigo na mateso. E, kwa bwaga moyo maana yake ni hongera, lakini kwa maana ya pili ambayo tumepata simulizi kutoka kwa mababu zetu, jina la bwaga moyo limetokana na maana ya jikubali wewe ni mtumwa. Ukishafika hapa, bwaga moyo wako, sahau ya nyuma, sahau kuhusu Afrika, sahau kuhusu mumeo baba yako mama yako mkeo, kutokutana nao tena. Bye, bye Afrika. Bwaga moyo wako weka moyo wako chini, sahau yote. Sasa jina la bwagamoyo limezuliwa eh, baada ya matamshi hafifu au kukosea kwenye kutamka jina la bwaga moyo, ambao sana sana eh, ilitokana na ndugu zetu wakoloni eh, especially Wajerumani ambao wengi wao walikuja hapa katika huu mji mwaka 1886, wengi wao wanashindwa kutamka W kwenye bwaga moyo, na kwa ndipo kwa jina la Bagamoyo lilipozaliwa kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni bwaga moyo, lakini kaja Bagamoyo baada ya wageni kushindwa kutamka W kwenye hilo jina. Jina la Bagamoyo lina maana ya weka mzigo wa moyo chini. Hapa ndipo palipokuwa na kituo kikuu cha biashara na misafara kutoka bala kwenda pwani. Kwa maana e, wakazi wa hapa wasili wa Bagamoyo mjini ni Wazaramo, walikuwa wana mwingiliano mzuri na, natukizungumzia mwingiliano wazungu wasema interaction e, yaani kuna mwingiliano mzuri baina ya kwao na wakazi wa visiwa vya Unguja na, na Pemba ambao ni Zanzibar. Sasa wale ndugu zetu wakule wakishavukaga maji wakishafika huku, wengi wao kwa miaka hiyo ya nyuma wakawa wanasema tumefika Kilimani. kwa nini? walikuwa wanasema tumefika Kilimani kwa sababu walikuwa wana tendency ya kukompea nature ardhi Zanzibar, na ya Zanzibar na ya huku Kilimani ambayo kwa sasa ni Bwagamoyo. Tumefika Kilimani iko juu ya kitu fulani, iko kwenye milima milima kidogo. Maana kwao ni tambarare. Sasa kama ni halmashauri ya mji wa Bagamoyo, imepanda hadhi kutoka mwezi uliopita. Saa, vyakula ambavyo pia vinapatikana hapa kama tulivyofahamu. Ukifika bwana katika maeneo ya Bagamoyo hukosi madafu e, madafu ni mambo ya pwani, hukosi mambo ya pweza, kuyakosi muhogo wa huyakosi mhogo wa nazi. Kwa kuna vitu kadha wakadha ambavyo vinapatikana huku Bagamoyo ambao tuko navyo sisi e, wazao wa hapa na wakazi wa hapa, lakini sio hivyo tu, hata tamaduni zao. Eh, maana e, kama tunafahamu kila sehemu kuna tamaduni zake, kwa Bagamoyo pia tuko na tamaduni zetu za Kizaramo Wazigua, Wadoe na Wakwere, ambapo sana sana sisi tunajivunia ishu za ngoma, ngoma upigaji wa ngoma kwenye zile sherehe za jando na unyago, pia bado zinaendelea kufanyika. Kwa ukifika katika maeneo husika kama haya, pia utapata kujifunza kutoka kwa wazawa, ambacho nini wanakifanya, historia ya miji, vijiji, misitu na vichochoro kama unaifahamu historia e, mimi ni mzawa hapa e. E, wanakuambia ili ujue unapoenda mm -hmm. E, inabidi ujue pia ukutane na mwenyeji, na mwenyeji. E. Kwa ili mimi ni, nije kuambia jukuu zangu kulikuwa kuna ABC lazima na mimi pia niulize kwa mababu zangu e. Historia ya huu mji ni nini mm -hmm. Kwa ndio maana navijua hivi vyote kwa sababu nimeambiwa na mababu zetu. Kwa basi karibu sana kaka no. Wakaribisha wenzio kutoka Dar es Salaam e. Mtwara, Kigoma, Tabora waje hapa wafike wajifunze mengi ambayo tuko nayo katika mji wetu wa kihistoria wa Bagamoyo. Tuna, e, tunatunza mengi sana sisi. Tuna slogan yetu tunasema, kunogile ukae, kunogile ukae e, nyumbani kumenoga. Hayo maneno ni ya Kizaramo hmm. Yametokea huku huku, ndio kwenye uzaramo wenyewe. Kaole kule, tuchole tukalole e, tuchole tukalole. Asante sana sheikh wangu, ndio. Karibu sana. Wapi tunaelekea hivi? E, sisi tuelekea hivi bwana. Sawa sheikh, twende Kibuyu kibuyu kibuyu kibuyu kibuyu kibuyu cha cha asili asili. Kibuyu ni Bagamoyo, sema wenyewe, wahenga walikuja hmm. watu kutembea yeah. kufanya biashara zao yeah. kifika Bagamoyo nisema utapunzika vizuri, utaubwaga moyo wako yeah. utapunzika ndio yeah. moyo moyo elewe mw. Kwanza wale watumwa walikuwa wachukuliwi tu hivi hivi, walikuwa na kamata kimabavu, kwa hiyo wanapigwa minyororo wanasafirishwa mpaka wakifika hapa Bagamoyo, ina maana wakishatolewa ile minyororo, kwa sababu ndo maana kitu bagabu Bagamoyo, kwa sababu hapa ndo walikuwa wanaachiwa huru, yani wanakuwa wako free tayari kwa kuuzwa, tayari kwa kufanya nini, kwa kusafirishwa. He, kusema ukweli mji wa Bagamoyo ni mji wa kihistoria kwa ufupi, kwa sababu ulikuwa na matukio mengi. Ni mji ambao ulikuwa umetawaliwa na machifu mbalimbali, kulikuwa na Wajerumani, kuna Waarabu hata hili jina la Bagamoyo ni Wajerumani ndio walikuwa wameshindwa kufanya kutamka neno Bagamoyo, wenyewe wakaita Bwagamoyo ndio. Lakini maana kwenye utumwa walikuwa wanachukua watu wenye nguvu, mashababi wale, kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ngumu. Sasa kule walikuwa nachukuliwa kwa nguvu. Sasa hivi hapa ni unaenda mwenyewe, mimi utakufanya kazi yangu kwa bei hii, unataka fanya, utaki wacha. Sasa hivi hapa najua mambo ya kidigitali ya, ya, ya, sasa una shida utaacha kufanya kazi? Njoni tusafiri pamoja tuguse maisha ya watu asili na sauti za kale. Naam, na, mtazamaji hayo ndiyo yaliyojiri katika safari yetu ya Kibuyu cha Asili, na kama nilivyokuambia eh, leo Kibuyu cha Asili kilitusafirisha mpaka katika mji wa Bagamoyo. Historia zimewekwa ili tujifunze. Historia hizi zina maana nyingi sana katika dunia yetu kwa udhamini mkubwa wa Ubala Engineering Company Limited, dealer in civil and building. Kibuyu, historia ya miji, vijiji, misitu na vichochoro.